Heshima leo hii ya kuja kuzindua jengo la wagonjwa wa nje pamoja na ofisi ya utawala hii ni heshima ya kipekee, na naomba mkumbuke kwamba baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati anapambania uhuru wa taifa hili alikuwa na maana nyingi ya kuwasha mwenge wa uhuru. umulike ndani na nje ya mipaka yetu na ndiyo maana katika risala zetu, lakini pia mheshimiwa wa mkoelae katika maneno ambayo umeyazungumza na pia mheshimiwa mbunge pia ameyazungumza kuwa watu wa maeneo mbalimbali wanakuja katika kupata huduma katika hospitali hii. Haya ndiyo mapenzi ya mwenge wa uhuru, na ndio maana unamulika ndani na nje ya mipaka yetu. Leo hii wananchi wa Dodoma wakifika hapa, wananchi wa mkoa wa Pwani wakija hapa, maana yake ndio matumaini ambayo hospitali hii kwa kweli, ongereni sana kukupa hicho mwenge wa uhuru. Lakini kipekee ni washukuru sana wafanyakazi wa hospitali hii kwa huduma nzuri ambazo tunazitoa juu ya, ya wananchi wetu. Kwa kweli Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa mwanamama ambaye anaonyesha jinsi gani Watanzania wanapatiwa mazingira mazuri, na leo hili tunaona kwa vitendo. Mheshimiwa mbunge amesema Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi sana juu ya kusaidiana juu ya uumuleshaji wa jengo hili, ametufanyia mambo mengi humu ndani. hata leo kuna baadhi ya wa wagonjwa sasa hivi hawana tena safari ya kwenda Dodoma wala Dar es Salaam. Sasa hivi huduma wanapata, anapata Morogoro hapo hapo. Mheshimiwa Rais ametujengea jengo hili hapo, mmeiona kazi ya Mheshimiwa Rais.